Ilani ya Chama Cha Mapinduzi ya uchaguzi mkuu mwaka 2025 mkoa wa Kusini Pemba. Chama cha Mapinduzi CCM kupitia ilani yake ya mwaka 2025-2030 kimeahidi kuendelea na miradi ikiwemo ya kujenga skuli mbili za kisasa za maandalizi kwa kila wilaya. Kujenga karakana tatu katika kila wilaya ili kuwezesha utoaji wa mafunzo ya amali na ufundi kwa wanafunzi wa sekondari. Kujenga dahali ya moja katika kila wilaya ili kuongeza idadi wanafunzi ya wanafunzi wanaonufaika na dahalia hizo kutoka wanafunzi 6212 mwaka 2024 hadi kufikia wanafunzi 10000 mwaka 2030. Kukamilika kwa mikakati hii kutapunguza msongamano wa wanafunzi madarasani na kuingia kwa mkondo mmoja, kuongeza ufaulu wa wanafunzi na kuwepo na ufanisi mzuri wa walimu madarasani, kupunguza usafiri wa umbali mrefu kwa wanafunzi na kuwepo kwa wanafunzi wenye maarifa na ujuzi wa ufundi wa kujiajiri. Oktoba tunatiki.